E, mwisho nitamalizia maudhui yangu. Kuna baadhi ya mambo aliyataja akasema, pale miongoni mwa bida ni kukuta Waislamu, yani kwamba sisi nyuma kataza mambo ambayo sio bida bana, mekezania maulidi, so bida mambo ambayo sio bida mambo, so ya bida ni kukuta Waislamu kitu kimoja, ukawagawa miongoni mwa bida ni kuwakuta waislamu wa swali idi nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bida ni tajisim, kumpa mwenyezi mungu kiwiliwili. Hizo ndio bida bwana. Sasa mnawabadilisha, mnabadilisha mambo mengine ambayo hata si bida bwana. Kwa hiyo sisi tutataka kupinga bida, tupinge haya kwanza, nikianza na hili la tajisimu Sisi tutasema ahlu sunna ni katika watu wanaoongoza katika kulipinga jambo hili na kimisoma Taimia tana pinga la kuleta lugha za bid'ah kuzithibitisha au kuzikanusha. Akimsoma Sheikhul Islam ibn Taymiyyah katika majmu'ul fatawa juzuu ya tano, tayashuhudia haya kwamba sisi tunapinga masala ya kumfananisha Allah na kiumbe au kumsifu kwa jambo ambalo hakujisifu nalo. Hakujisifu yeye kwamba ni jismu. Ni haramu kujisifu kwa hilo. Sawa, ndio msimamo wa ahlusunnati waljamaa. Na katika hili kuna maneno mengi, isipokuwa ntaka kumalizia kwenye nukta hii kwa kusema kwamba Mu'tazila, Jahmiya na wale ambao wanafuata, wameathirika madhhabi ya watu hao, wao wanaona kwamba kumsifu Allah kwa zile sifa alizojisifu nazo kwa dhahiri yake kwamba ndiyo tajisima, na wanawaita ahlu sunna mushabbiha, wanawaita ahlu sunna ni mujassima. Haya maneno aliyazungumza al zamani wanawazoni al alimamu abu hatim muhammad bin idris alhandhali arrazi al, yeye ametueleza wazi wazi kwamba

watu wa bid'a kuwabambika nao ahli sunna wal jamaa wanawaita mushabiha, wanawaita uh, mujbira wanawaita hashawiya na lugha kama hizo, lakini lengo ni kutaka kuwakimbiza watu na kuwachukia kutia chuki watu, kama anavyoeleza al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Sasa isije ikawa na wewe na katika mwenendo huo al-Imam al-Sheikh al Abdul Qadir al-Jailani

Tasmiyatuhum ahl al-athar bil bilhashawiya, ni kuwaita ahlu lathari kuwa ni hashawiya. Ina maana nyingi hashawiyya, miongoni mwa hayo ni watu ambao wana maarifa mepesi kabisa, hawana maarifa ya ndani. Wengine wasema hashawiyya ni maana ya hashwi, kuchundia. Wao wamwingiza Allah katika ulimwengu moja. Katika maana hizo kuna maana nyingi tofauti zinazotajwa. Wayuriduna yuriduna ibtala al-athar, na wanataka kuzibatilisha athar

Mashia katika alama zao ni kuwaita ahlusunna kuwa ni nawasib na mfano wa maneno hayo, lakini maneno hayo utayapata kwenye kitabu chake Al-Ghunia. Sasa na yeye anasema tajisim. Sawa, tajisim ni jambo baya, na ndio maana ahlusunna wanaipiga vita. Ukitaka ushahidi wa, wa hilo soma sharh hadith nuzul ya asheikhu shaykhu lislami ibnu Ibn Taymiyyah rahimahu llahu taala, amepinga masala haya akayafafanua kwamba yapingwaje na yaelezwa vipi. Ama kuhusu suala la kwamba aa, miongoni mwa bidha ni kuwakuta waislamu wa swalihidi nchi nzima ukaanzisha yako. Mimi nataka kuuliza swali tu, tujalie kwamba hiyo ni bidha. Haya, tufanye kwa sababu kuna mambo mengine naambiwa haya ni maasia ha? Sio kila masia ni bidha, lakini sasa watu hawajui maana bidha ni nini, mtu ajisemea tu ha, tujalie bida Je, ukienda katika mji ukawakuta watu wenyewe watu wa mji mzima waswali ijumaa moja, alafu wewe ukaanzisha ijumaa yako, sio bidaa make? Aa, wazungumza jambo hey, mekuja kuwagawa Waislamu, mekuja kuwagaa Waislamu. Watu walikuwa nchi nzima waswali ha? Waswali hili pamoja leo, ili sitoke mara mbili kwa mwaka ijumaa. Jumaa mara ngapi kwa mwaka? Uenda kwenye kijiji cha watu wawafiki mia mbili waswali ijumaa, hawa wenye kuswali wenyewe 40 matatizo, waanzisha ijumaa yako. Si hapo Mtumbwani ilitokea? Pana ijumaa pale, ipo Shamsi, wakaanzisha ijumaa hao. Hawajaanzisha, mkawagawa Waislamu, kila ijumaa mko na ijumaa, mzozo ukaingia baina yenu na baba, mzozo kwelikweli, haifai. Wao wanasema haramu a wasema haramu kijiji kimoja kuliko Ijumaa mbili. Mimi nazungumza historia ili mfahamu kwamba hawa watu wanakwenda bila ya misingi, na sisi tunazo hoja za kuwahoji, kama kuwagawa watu kwa sababu ya kuswalia idi ndani ya ya nchi kwamba kuna idi zaidi ya moja, kwa hiyo ni bidaa. Kwa hiyo tukome, tusiwakataze bidaa yenu, tuwaache kwa sababu sisi na sisi tuna zetu, na sisi tuwauliza kama hiyo ni bidaa kwenye kijiji kimoja kuwagawa watu kwenye Ijumaa mbili, watoshamsia wakaja na maneno tena. Huyo shekhe alifariki ambaye mwenye kitabu akasimama, alikaleta hoja kwamba alimamu al-Bajuri katika hashia yake amesema yafaa. Huyu hapa Bajuri kasema, akawasomea mshafi mwenzao kwamba Bajuri kasema kuwa yafaa. Sasa siwajibu kwa hoja, lakini siwajua tena watu ahlulbidha masufi walivo, ukiwashinda kwa hoja hata kushinda kwa ngoma, wakatoka na ngoma wale wakawa wapiga mazefu, kila mji wapiga ngoma, hatumtaki Bajuri, nyimbo yaimbwa. Sijui kama ya imeachwa me siku hizi, hatumtaki Bajuri na watu waruka, wacheza, wamsherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wenye vituku, kuna mneo utawaweza Mi, mimi nauliza mtu mwenye vituko vya namna hiyo, kumbe ukimshinda tu akuimba, ah, tunga kasida, akuimba we, hujasoma kasome tena ah, asiwaimba tu, jibu hoja. <laughs> Kwa hiyo amesahau hii ajua, lakini lakini alisahau kwamba nyinyi bidaa hiyo. Sasa kama mkataa bidaa, bidaa ndio hizo bwana, kumbe bidaa awejua maasi katika mambo ya maasi ya kama hakuna sababu ya msingi, kama hakuna sababu ya msingi, na katika mambo yenye khilafu baina ya watu, baina ya wanazuoni yanapoingia katika mahali na kila mmoja akashika msimamo wake, haiambiwi huyu kafanya bid'a kama hoja zipo. Hata hiyo Idi pia, kwani mara ngapi huku Tanga watu walikataa mwezi ule tangazo la Bakwata